Nikawa na, nasikia habari za watu akina mama wanaliwa na mamba. Hakuna kitu kinaniumiza moyo wangu kama kusikia mwanamke ameliwa na mamba. Mama anaamka asubuhi anaenda kuchota maji anachukuliwa na mamba. Habari hizo sizitaki, katika jimbo la Buchosa sizitaki hapa Maisome. Nikaamua kutafuta biradi ya maji nikiamini kwamba maji yakiwepo, maji ya kiwepo, maji ya kiwepo ya kutosha, ya uhakika, wanawake watakuwa waendi tena ziwani kuteka maji. Kwa hiyo mamba hawatawachukua, sio ndio? Watabaki wale ndugu zangu, wanaume wenzangu wale wanapenda kuoga mwaroni, wanawajua, wanasema yego tijendeku mwaro, unawajua wale, yeah. sisemu oye yeah. na wao nawashauri kwamba maji ya bomba yakija hapa waache kwenda kwenye mwaro tujende kwa mwago, wanapitiana watatu wanne, kila mtu ana mawe matatu ya kuogea. Kuna jiwe la usoni, kuna jiwe la mguuni, unaelewa? Alafu ana mtego. Unawajua wao wanakuwa na mtego wa kujifanya hivi mgongoni. Sisiem nikaleta miradi ya visima hapa, sawa? Mlikuwa mjawahi kuchota maji kwenye bomba? Uongo ndugu zangu, lakini ni kweli kwamba baadhi ya maeneo tuna mradi wa maji hapa, sawa? wa kutumia sora, sawa, watu wanafungua maji Maisome, uongo ndugu zangu, hey! Nasema nilikuwa naongea mwenyekiti hapa, ananiambia kama wale wataalamu wa sora waliofuga kwenye kwenye ule mradi wameshafika Busikimbi, wanakuja sawa, ili kurekebisha ule mradi uendelee kufanya kazi vizuri. Sisi moye hey! Sisi moye hey! Zaidi ya hayo yote, mimi staki na spendi kabisa, siku naondoka madarakani Maisome kwe kuna shida ya maji, hilo jambo hamtalisikia. Ndio maana leo nimekuja hapa na mkandarasi wa mradi mkubwa wa maji wa Maisome na mabomba mmesha yaona, mjayaona yeah! Wangapi wameona mabomba sehemu hey! oye oh, hey! nataka kutandaza mabomba Maisome mtandaze mabomba hamjawahi kuona, yani maji ni chwa, mwa, mwa, mwa. Nanielewa, yani ni chwa. Basi sisi moye, sitaki kuona mama analiwa na mamba. Naye naye mkandarasi hapa ataongea. Kuanzia mradi ukikamilika, itakuwa maji ni chwa, mwa, mwa, mwa. Bas, <coughs> Maisome oye, oye. Maisome oye. Oye! Ni mlete mkandarasi nisi mlete oye. Ni mlete mkandarasi nisi mlete. Wangapi nataka muone mkandarasi wetu CCM oye. Mkandarasi engineer, naomba sogea hapa mbele no, no, no, no, na mkandarasi njoni hapa mbele. Dugu zangu na Maisome mimi nimemleta hapo mkandarasi niemtambulisha mtambulisha mpeno ushirikiano atakapohitaji wafanyakazi, watu ambao wanawahitaji kwa ajili ya zile shughuli za kufanya kazi, basi hakikisheni mnampatia mkishirikiana pia na viongozi wenu. David Joseph natokea kwenye kampuni itakayotekeleza mradi wa kuhakikisha maji yanapatikana hapa kulingana na ratiba yetu Ilikuwa inaonyesha kwamba huu mradi uchukue muda wa mwezi mmoja hapa, lakini nimeongea na wakubwa na nikawahakikishia kwamba ndani ya wiki tatu kitakuwa kimeeleweka. Sisi mwoye na mheshimiwa, kulingana na work program, pango kazi niliyokuja nao unaonyesha kazi litakiwa ianze kesho, lakini kwa juhudi zake tari tushaanza kazi tokea tarehe saba kwa kufanya mobilization ya matirio yote yatakayohitajika kukamilisha kazi hiyo. Hivyo basi wakati wowote wa kuanzia sasa kazi itaanza, nambaye ushirikiano wenu na, na sisi tunafanya kazi, lakini walinzi wa kazi hiyo ni nyinyi wananchi. sisim oye mweshimiwa, sisi tunakuahidi kama wakandarasi wa, wa mradi huu hapa tunazo domestic point sita tutazitimiza kwa wakati mfupi, ili wananchi wa hapa waweze kupata maji kwa muda huo mfupi. Kwa hiyo nawaahidi ya kwamba mradi huu ndani ya wiki tatu utakuwa tayari umeshaanza kuona kama sio maji, basi tunaelekea kupata maji. Sisi mhoye, asanteni sana. Huu ni mradi wa maji unakuja kwa ajili ya watu wa Maisome. Sitaki kuona mama analiwa na mamba, sitaki hiyo habari, sitaki kuisikia. Sawa sawa ndugu zangu, sawa sawa, eh?